Na kumekuwa kuna mengi ambayo yanazungumzwa, kila mmoja anasema na kwake juu e, ya sakata kubwa ambalo linaendelea hivi sasa e, kati ya e, bodi ya ligi hapo siku mbili zilizopita, hivi sasa TFF na wale wale Young Africans juu ya madai ambayo wanayaorodhesha kwa ya kwamba hawajalipwa takribani misimu mitatu mtawalia, mnamo katika kombe la shirikisho la CRDB, nimeamua kumtafuta mwenyekiti Shabani wa tawi la mpira pesa Magomeni kwa ajili ya kuzungumzia hili, wao kama viongozi na mashabiki wa ngazi ya juu ya matawi wanalipi la kuzungumza juu haya ambayo yanaendelea katika mitandao ya kijamii. Mwenyekiti, habari za muda Tunashukuru Mwenyezi Mungu, mzima wa afya kabisa, niko salama mwenyekiti. Moja kwa moja pasina ya kupoteza nyakati, tunakwenda moja kwa moja kwenye mada e, watu wana kiu na shauku kubwa ya kutaka kusikia kitu gani ambacho kinaendelea hivi sasa. Tunashuhudia wananchi wameitwa kwa ajili ya kwenda katika e, katika mahesabu juu ya madai ambayo wameorodhesha ya kwa kwamba wanadai misimu mitatu hawajalipwa wa, lakini tumeshuhudia hakuja kuwa na mwelewano. Hatima ya yote jambo limekwisha juu kwa juu, wewe unalizungumziaje hili e? Kwanza kwa upande wangu mimi nimepokea kwa masikitiko makubwa, kwa sababu sisi wana michezo hasa wapenda mpira wa miguu tunapatwa na mshangao na mshtuko mkubwa wa kuona klabu kongwe Inafanya vitu, vitu vya ovyo. Haijawahi kutokea katika mpira wa Tanzania, ndio kwanza wao wanafanya vitu vya ovyo. Wanasema wanataka kukomboa mpira wa Tanzania, lakini huwezi kukomboa mpira wa Tanzania kwa staili wanaoleta wao. Wanafanya vitu vingi sana vya ovyo. Sasa kwa upande wangu mimi na masikitiko makubwa, kwa sababu baada ya msemaji wao kwenda kuingilia sehemu ambayo haimuhusu kumeibuka tofahamu kubwa kwamba wao hawajalipo hela yao ya mshindi ya ya ya, ya, ya, hmm. ya msimu uliopitawanasema Msim... eh, eh, wana, wajatoa. Sasa leo tunajiuliza swali moja kwamba kwa nini huko nyuma hawakusema kimya kwa maana nyamaza kimya. Hapana, ile ni, ni taasisi wa, wa, wa, wasiendeshe kienyeji yani, kuna vitu ndio maana kuambia wanavifanya wa, vya ovyo, kwa sababu mm -hmm. Kama nyinyi mmezulumiwa me, na mnashiriki mashindano kila msimu na bado mnasema mmezulumiwa, leo mnasema mmezulumiwa mto chela kwa sababu mmezulumiwa mm haya -hmm. TFF wame wajibu kwa hoja wamewambia kweli tumepata hizo taarifa na nimeona mtu wa Salad B amezungumza, lakini TFF wamewambia, njoeni na mweka na bwana fedha wenu na dokumenti zote, tukae mezani tupige mahesabu yetu. Lakini cha kushangaza ame eh, kimetokea kitu cha ovyo kingine. Leo leo asubuhi tumeona ameenda CEO wao na dokumenti, kaenda kazibwaga ka, ameondoka, nasema wanataka hela sasa watu ni wauni yaani hamna yaani, vitu kama hivyo kwenye taasisi, mazungumzo lazima yawepo, na aliambiwa bwana Feza aende yeye ndo alohusika na Feza. Hmm. Lakini CEO kaenda yeye na dokumenti kaziacha, kwa mujibu wa afisa habari wa TFF Kilford Mario Ndimbo. Hmm, anasema wame CEO kaja kaweka dokumenti kasema dokumenti hizi hapa hizi, kaondoka bila mweka hazina, bila mtu yoyote, bila Kameondoka, anaambiwa basi sio, subiri uzungumze na katibu ambaye ni Fedi Kidau. Kakataa, mwisho wa siku sio. Huyo kaenda nje kaongea na waandishi wa habari, sisi tunataka hela. Sasa hawa watu ni wauni wau yani, kuna vitu wanafanya kihuni. Mimi niseme sisi tunapenda mpira na mpira umechukua asilimia ya watanzania wengi. Waache uuni wa kishamba, wale ni washamba ni season, yani wale ni washamba kwa sababu leo TFF ndo baba wa mpira, hata wafanye nini baba wako atabaki kuwa baba yako tu. TFF hawezi kuwa chini ya klabu, CAF hawezi kuwa chini ya vyama vya soka vya kwetu vya, vya, vya, vya kwa nchi yetu, FIFA hawezi kuwa chini ya ya mtu yoyote. Yeye ndo mkubwa wa mpira, hao hawalijui hilo. Sasa leo wanataka TFF iwe chini wao wawe juu, kwa sababu wana viongozi katika serikali. Huo ni uni ambao umekithiri na uni ambao hauna msingi. Mimi niwaambie, tuwaache ushamba, kwa sababu hoja zao na sisi sasa hivi sasa hivi nazo tushazichoka. Ni washamba sisi, tunataka kumalizia mpira kwa maendeleo ya mpira wetu wa Tanzania. Wanachokifanya ni ushamba. Wanataka sheria na kanuni zifuate, hawana sheria, ni washamba, hamna sheria ya kumnufaisha mshabiki wako, asikie makelele yako kuliko kufata utaratibu. TFF wamewajibu vizuri. Nyinyi si mmesema mnatudai muhasibu? wa klabu ndio anajua mahesabu ya klabu, nani anadai na na na nani anadaiwa, sio hivyo? TFF wamemhitaji muhasibu na dokumenti zote, wamekosea, wamemtuma CEO aende, kapeleka dokumenti kazimwaga, kasema dokumenti hizo hapo hizo mtajua wenyewe, sio nataka hela yetu. Sasa wewe uone kama huo uni Hawa ni wauni hapo, ni wachamba. Ujue labda hata nii waandishi wa habari time, kuna vitu vingine vizungumzieni kama kuitetea nchi yenu katika mpira. Hawa wauni tuachane wa nao so, hawa sio watu wa mpira, hawa ni wauni. Mwenyekiti, kwa faida ya mtazamaji wetu, yeah. Eh. Kuna ukweli um, um, wote katika hili ambalo wewe unajaribu kuona na kama ni kweli basi kulikuwa kuna makubaliano yapi mpaka misimu mitatu wanaacha fedha ya ubingwa? Basi wale hawadai ni waongo wahuni, kwa sababu kama wangekuwa wanadai na misimu mitatu hawajapewa, wameambiwa wame, wame, wame kitu kimoja rahisi tu, leteni dokumenti zenu na mwekazi na wenu waje, si ndio hivyo? Yeah. Ilikuwa ni suala rahisi la kuwakamata wale TFF katika engo wangepeleka dokumenti zao muhasibu angeenda, wangekaa mezani, wangefanya, wangefanya kikao chao wang, wang, wang, wangejadiliana angeonekana anayedai na mtu anayedaiwa, jamii yote ingekuja kujua. Lakini wale watu wauni wametuma madokumenti mezani, mwisho wa siku wamesema dokumenti zao hapo, sisi tunataka hela yetu. Sasa wewe kama we mwandishi, u, we, we unaelewa nini? Wale ni wauni. Sasa mpira wetu uendeshe kiuni. Nimeona kuna siasa zinataka kutumika. Kwanza nimpongeze Naibu Waziri wa Michezo Hamis Mwinjuma. Kuna wanasiasa walishaileta ili swala la dabi kwenye kwenye bunge. Leo Hamis Mwinjuma kawaambia kabisa bunge usiali na hivi vitu, ile ile ina ina, ina, ina sehemu yake watajadili, wakishindwa wataleta kwetu kwa sababu kuna watu wanataka kutumia nafasi hizi kujinufaisha katika sehemu zao, ili wapigiwe kula na wengine wapate, wapate kuchaguliwa kwenye, hey, hey, kwenye, kwenye majimbo yao. Wasiingie kwenye mpira, waache mpira wetu kama hujafanya mazuri, kwa sababu kwenye majimbo wengi unaona wanaharibu mpira ni, ni, ni, ni, ni wanasiasa huo huo, ndio ukweli. Wanaingiza siasa katika mpira. Kama isingeingia siasa katika mpira kuna mtu na ndo aliwatuma wale waende wakafanye ule ule, ule upuuzi walofanya mpaka simba imbfanya mazoezi ile ile, ni siasa na, na ukitaka kujua ni siasa, mwenyekiti wao ambao nando mwenyekiti wao nawaongoza leo anataka a, a, a, ana jimbo, si wao, mjui, anataka agombe, jimbo analitaka agombee anaingia kwenye siasa, si mwenyekiti wao, mwenyekiti wao, mwenyekiti wa Yanga anataka agombee jimbo. Kwa hiyo watu wanatumia mpira wetu wanaingizwa kwenye siasa. Hatuhitaji mpira uingizwe kwenye siasa, watu wacha kwenye mpira. Kama mwanasiasa, pambania kwenye siasa yako, wafanyie wa, wa, wa, wananchi mambo mazuri, ili waweze kukuchagua. Usitumie njia ya, ya hivi vilabu kufanya kama mgongo, wewe upate kula, pambana wajengee watu mabarabara, wajengee mazahanati, ma watengenezee watu mashule, wafanyie watu mambo yaliokuwa mema, watakuteua. Lakini kuna watu wanazunguka, wanataka kuja kutumia mgongo wa mpira ili waende kuingia kwenye siasa. Hatuhitaji siasa katika mpira wetu. Mwenyekiti, jana wamewakataa. Ee, baada ya taarifa kutoka baada ya ninyi kutoa taarifa kwa umma kieleza, mwishoni ni kama mlikuwa mnaunga mkono harakati ambazo Yanga Africans wanaeleza kwamba wanataka kutibu mpira wa Tanzania, ninyi na ninyi kama mnaonekana kama kusupport hivi taarifa ili, hii ilikuwa ina maana ipi kwa umma? Si tunajua mechi namba 184 inachezwa tarehe 15 mwezi wa sita, mechi ipo ndo walipokazia viongozi wetu. Wametuambia mashabiki wao hawajamuhusu mtu wa nyuma, mwiko hmm. Wamewaambia mashabiki wao kama umeisoma ile barua inazungumza hivi, mashabiki wetu tuachane na propaganda za kwenye mitandao. Mechi bado ipo tarehe 15 mwezi wa 6, mechi namba 184 inachezwa. Kwa hiyo viongozi wetu wametoa taarifa kwa mashabiki wao waende mechi ya Benjamin Mkapa, na wametupa zoezi lote kwamba kila mtu ajiandae aandae tiketi yake sehemu ambako kaiweka. Kwa hiyo kama wao limewagusa kutokana na uhuni waliokuwa nao, sisi hiyo haituhusu, lakini viongozi wetu wametusisitiza wa, wa wa wa kwamba twende katika mechi ya tarehe 15, mechi ipo. Sasa kama wao hilo hawajapenda, shauri zao, na sisi tumekata tiketi kwenda kuangalia mechi ya dabi ambayo iliahirishwa tarehe nane, leo imepangwa tarehe 15 mwezi wa sita. Sasa nani mwenye mamlaka ya kunizuia mimi lokata tiketi nisiende kuangalia mechi? Kwa hiyo hilo sisi la, la kwetu, na tarehe 15 tutaenda Benjamini Mkapa, na mechi mpaka leo inasoma mechi bado ipo ila niwaambie, waache ushamba na uhuni wa kiboyaboya, ushamba na uhuni wa kiboyaboya. Hmm. E, yani waache ushamba na uhuni wa kiboya kwa sababu gani? Wana, wanachofanya ni uhuni. Leo f kazi yako ni moja tu, labda wajui majukumu yao. Mbona mbona mbona mbona, Ahmed anawanyoosha. Huwezi kuzungumza kitu nje ya ya, ya, ya utaratibu ya ya ya management yako wewe, afisa habari, huwezi. Lakini leo unakuta mtu ashakunywa uji wake wa ulezi, kajisikia kuongea, afisa habari anaiongelea klabu ambao vitu hajaambiwa na klabu. Mimi na uhakika yule afisa habari wao yule kaleta utoto kazungumza vitu ambavyo havijajadiliwa na, na management yake. Leo anaenda kutaja sijui pesa mara sijui wae tuna, tuna, tuna wadai mara ma, ma, mara sijui tuna mambo gani, hayo mambo yote wanayaleta ya nini? Issue ni moja tu, mechi ichezwe tarehe 15 mwezi wa 6. Hayo mambo mengine ni stori, mbona yanakuwa stori? yanakuwa mambo mengi mm. eh? Mwenyekiti eh, moja katika vitu ambavyo walizungumza eh, walihoji kwenye kikao chao wali, eh, na sio wa bodi ya ligi Almaska Songo alikiri ya kwamba waliuliza ya kwamba kitu gani ama sababu gani mtu gani aliyehusika kupelekea mchezo wa tarehe nane kuvunjika, na wao e, alikilia kwamba sema kuna kiongozi kutoka ngazi ya juu ambaye alipiga simu kwamba geti lifungwe, na Simba wasiruhusiwe kuingia ndani na si Yanga Africans, kama ambapo walikuwa wakizani. Afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Africans alihojia kwamba ni nani kiongozi huyo, ni nani, walikataa kumtaja. Unadhani hili ina ukweli ndani yake, na kama ina ukweli na kwa nini Yanga Africans hawakusema tangu hapo? ujue ujue, ujue mimi, mimi labda ni waambie umma wa Watanzania wa, unapokuwa na umri kuanzia miaka 18 na kuendelea, wewe ni mtu mzima, unaelewa. Sawa eh, kuna kauli aliongea mzee Stephen Mguto, watu walimchukulia tofauti, walijua labda anaofia kwamba Yanga au Simba watakuwa labda watakuwa wataleta vurugu kwenye nchi. Stephen Mguto alisema hivi hili swala kuna wakati lazima itumike hekima na busara, wao nasema ifuate kanuni na sheria. Mzee Mguto kuna muda alisema hivi, hili swala lazima kuna wakati itumike e, hekima na busara, kwa sababu hmm, sio kwa sababu kanuni zilivunjwa, hmm, aliyezuia msafara klabu ya Simba usiingie kwanza, hmm, tuliwakuta wahuni pale nje, wahuni tuliwakuta pale nje, na kuna muhuni mmoja kripu yake kwenye mitandao inatembea, lile bonge la mtu lina minyama ya ovyo. mm. Sawa eh? Tena kavaa jezi kabisa ya klabu yao. mm. Lakini Anas... ngoja, An anazungumza, anasema yeah. hawezi kuingia kwa sababu amekuja wa na watu zaidi ya watu hamsini wa inayotakiwa akasema, na... Na... Na... watu hamsini wa tu yeah. gari zimekuja zina watu hamsini wa yeah. zingine si zina watu wangapi? kwani leo, kwani leo kuna mechi? Sawa mm. lakini yule alikuwa na wenzie nyuma lakini ukiachia hilo sivi ni mguto ndo maana akasemaje, lazima hekima na busara itumike. Wakati wale wanazuia ule msafara, kuna askari alikuja pale akawakuta wale wahuni wanazuia msafara wetu, lakini inaelezwa wao, oh, wanasema, kwamba kuna watu, na yeye askari ngoja nisikiliza nikwambie bwana, sikiliza, ujue tusiende kwa pupapupa pupa. Naomba utulie, umekuja kunihoji, sikiliza maneno yangu lio, lio. Sawa, eh, askari walivyofika pale wamewakuta wahuni wamezuia Simba hmm. isiingie kufanya mazoezi hmm. askari na wao wameungana mkono na wale wahuni kwamba Simba sogezeni gari nyuma yeah. hapa hawa hawana taarifa kwamba nyinyi mtakuja, mtaleta vurugu kwa askari, na nyinyi wakaunga, wameunga mkono yeah. kwa mujibu wa maneno yao yeah. kuna simu imepigwa kutoka juu pale, asiingie mtu ndio maana sasa, na nilikuwa nakuja huko, ndio maana wewe utatizo unatatalika kama bisi mm, tulia, tulia, tulia nikupe haya maneno mm. Baada ya yule askari kuungana na wale kwamba msafara wetu usiingie ndani mm, zikatoka taarifa kwamba kuna kiongozi kutoka juu kapiga simu timu zisiingie. Kiongozi huyo, kiongozi huyo na wale wahuni waliokuwa pale hawajajipeleka wenyewe, wametumwa. Kiongozi huyo ni mkubwa kwenye serikali ndio maana mzee Stephen Mguto yeah, akaingia akasema hivi kwa utu uzima wake mm, kuna wakati lazima itumike hekima na busara. Leo atakapotajwa yule kiongozi wewe, mm, unavyozani kama wewe Mtanzania au wewe mwandishi, kitakachotokea ni nini? Kiongozi mkubwa wa serikali anazuia msafara wa klabu isiende kufanya mazoezi, wakati ile ni kanuni katika ka, ka, ka, ka, mchezo, yule kiongozi atakuwa katenda haki? Kwa hiyo wanamjua, wanamjua na huyo wa, ni, ni mtu wao Amna kiongozi wa Simba wa serikali atakayezuia Simba sifanye mazoezi. Kwa hiyo huyo kiongozi ni wa kwao, na huko waliko kiongozi kalani kweli kauli ya yule Alikamwe ya jana, kwa sababu ili swala lilishafunikwa. Lakini ukiachia hilo, wale ambao waliozuia msafara wetu wametumwa na viongozi wao, wale wa, wa, watakapochukuliwa hatua wata, watataja nani kawatuma, wallahi wakitaja wale viongozi wao wale wote wale wanyumamwiko wote hawana kazi, wanafungiwa. Wale hawajaenda wenyewe ujue. Aa. Wale wametumwa hmm. Iwapo watasema kwamba si tumetumwa na mtu fulani kutoka sehemu fulani, hmm. Ule mnyororo wa, wa kukagua kama vile unavyoona wale wale askari wa upelelezi, hmm. wanakukamata wewe baada ya wewe unamtaja mwenzio, unamtaja mwenzio. Ndio maana si kelele zetu na, na, na vilio vyetu vi wale waliozuia msafara na wenyewe wakamatwe, wataje nani aliwatuma waende wakazuia msafara wetu. Wale hawajaenda wenyewe, wale ni ni, ni kama mbwa wa, wa, wa, wanaofugwa naona wanazulula, lakini baadaye wanarudi katika banda lao. Ndio wale wale wanajua walichokifanya, wa, wa, wa, wa, wa, na wale wale wengine, ndio ndio sasa hivi Juzi tumeona bodi ya ligi wameita viongozi wao, wengine wameenda wengine wameenda juzi, swala wa liwahusu wameitwa viongozi wao hmm, wameenda, wako nje, wanasisitiza kwamba hatuchezi. Ndio wale wale na wale sio kama wametoka nyumbani tu kwamba wametoka wame nyumbani, mtu kaamka maisha tayari yashamtandika, anaenda kusema hatuchezi. Wale wamepigiwa simu na wametumiwa nauli na wameenda. Kwa hiyo wale wale ndio walizuia msafara wetu, wengine wamo mule sasa hili likomeshwe. Kauli ya mbuto tuiweke pembeni mm -hmm. tufate lipi sasa? tufate utaratibu. mm -hmm. si kiongozi kapigiwa simu kwamba kuna maagizo kutoka juu, yeah. timu isiingie. yeah. Tunamtaka huyu wa juu. Ukiachia hilo, wale wale machawa wale waliozuia msafara wetu, yeah. kuna kuna mtu ambaye anawafuga wale machawa kuna mtu ambaye anawafuga wale machawa, wale machawa wakamatwa, wamtaje huyo mtu anayewafuga wale, wale, wale machawa ili tu, yaani tutakapokamata hilo, tutakuwa tumepata mfumo mmoja mzuri ambao baadaye hatutopata tena shida ya kujua nani anafanya vitu vya ovyo katika mpira wa Tanzania. Mwenyekiti uondoka kasi juu ya hili. Baada ya taarifa yetu kutoka, watu wengi wamesema ni unafiki mtupu ambao mmeuzungumza, mmedai mnahitaji mnaoji sababu za msingi za mchezo. Ee, wanasema hapo nyuma mlikuwa wapi? Mbona mlikuwa mmekaa kimya? Sisi tumelalamika mambo mengi sana kuhusu mpira wa Tanzania hmm. Wao ndo walikuwa wanatubeza sawa. Ndiyo. sisi Simba Sports Club hmm. mashabiki wake tunajielewa na tuna discipline kuliko wanavyofikiria hmm. Sisi sio watu wa ovyo ovyo, sisi tumeoji mambo mengi sana kuhusu mpira wetu hmm. Wao walikuwa wanatubeza kwa sababu ya, ya manufaa yao sisi so ndo ndoko tunalalamika mzamini mmoja ama mzamini klabu kubwa na klabu zaidi ya saba. Sisi so sisi ndoko tunalalamika sisi Simba so ndoko to, to, ndoko tunalalamika timu zin, zinavyocheza na hilo timu lao ambalo lilowadhamini wachezaji wengine muhimu wanayekwa nje hapo watu wa jina kiwango. So so sisi Simba sisi Simba hatujalalamika, kuna vitu vingi vya ovyo hatujalalamika. So alikuwa anatubeza leo, hili wao wanaliona liko sahihi. Hivi kudhamini timu zaidi ya saba zikakupa pointi na wahuni kuja kuzuia msafara mechi, ikaahirishwa ikapanga siku nyingine, kipi kibaya? Mwenyekiti, eh... kipi kibaya tunaenda kwa hoja hmm. Wamezamini timu zaidi ya saba zinawapa point. Tajiri kila akiulizwa anasema Yanga bingwa hmm. Kwa sababu anajua kwenye timu saba wakipoa pwenti si sita sita wana wa pwenti kadhaa. Wa na hili la kuahirishwa mechi kwa sababu wahuni wameenda wa kuzuia timu isiende kucheza mechi hmm na hilo la kudhamini timu zaidi ya saba zikupe pointi sita sita, kipi kibaya? Si tuko tunalalamikia kwenye kwenye timu saba kupewa udhamini na mzamini ambayo yuko kwenye ana timu yake kubwa kwenye hii ligi na mechi zao tunavyoona zinachezwa nachezwa ovyo, wao walikuwa natubeza, mbona leo hili la kuahirishwa mechi kuchezwa siku nyingine wao wenyewe wabezi ya wa, wa, wa, wa, wanaona wao ndio wakokone aki watakunyosha mpira. Kwa hiyo hili la kuahirishwa mechi kwa sababu ya wauni na ndio linaua mpira, ila lile lililodhamini timu zaidi ya saba kupo pointi sita haliui mpira? huo ni utoto na huo ni ujinga. Mwenyekiti Yanga kila siku wanaibuka na jipya ee, baada ya kuitikisa bodi ya ligi kwenye kikao ambacho waliitwa, hivi sasa tunashuhudia wapo na e, mamlaka shirikisho la mpira wa miguu TFF wanazidi kuzitikisa ipasavyo, na wengine wakifurahia kusema Yanga ndio timu yenye msimamo mkubwa. Yanga ni timu kubwa hapa nchini, na wanaona juu ambao mambo yanaendelea na misimamo mikali ambayo inaendelea ikiwa siku zinazidi kusogea, hawaoni hata dalili zile za maandalizi. Misimamo iko pale pale, hawajatikisa. Hawajatikisa bodi ya ligi, hawajatikisa TFF hmm. Wamejitikisa wenyewe kwa kwa utoto wao, na mimi niwaambie sasa hmm. Wale mashabiki na wanachama hmm. Hii ndio madhara ya supu ya bule hmm. Haya ndio madhara ya supu ya bule hmm. Wameinamishwa wote, si kila wanachoambiwa hmm. Wananyoka kila wanachoambiwa wana... Haya ndio madhara ya, ya, ya, ya, supu ya bule. Asiye kunywa supu anayejielewa mzee Magoma. Aje aje kunywa ile supu. Hmm. Si unamwona kanyoka. Hmm. Lakini wao kunywa supu wote wote wao. <laughs> Ongozeni huku. Nendeni huku. Supu ile kuna vitu vimewekwa yeah, ili waweze kuinamishwa. Wameinamishwa mpaka kuingia katika mkutano wanachama watano kwa, kwa, kwa kila tawi. Wameinamishwa hivi. Hiyo ndo, hiyo ndo madhara supu ya bure, supu ya makafara. Lazima unyooke na ufuate kile ambacho yule anakitaka. Tumeelewa kwa hiyo hili wao ni sawa. Asiye kunywa supu ni magomba peke yake ndio ambaye amenyooka. Ushakumwona yule mzee anakuwa anakunywa supu ya bule kanyooka, hmm. lakini kunywa supu wote kama kondoo, hmm. Fanya hivi, kuna siku wataambiwa waende, kila mwana Yanga kavaa bikini pale watavaa Yanga eh, ilikubali kimaandishi kwamba pesa zile zitapelekwa kwenye ada za wachezaji, lakini Yanga Africans sio, hawaelewi, hawaelewi, wanadai wanataka pesa yao ya misimu mitatu na si mmoja, kama babu alieleza hapo awali. Ndio maana nimerudia, wale ni wahuni. Huwezi hmm. kuongoza mpira kihuni. Mpira unapendwa na watu aina tofauti, sawa. Wale ni wahuni, ndio maana TFF wanajiamini na wanachokuwa wanachokizungumza jana, baada ya yule msemaji wao kuropoka TFF mapema tu walisema tunamhitaji mhasibu wenu aje na dokumenti hapa. Mhasibu ni nani katika klabu? Si ndio anajua habari za hela? Na wewe sio unadai hela? Mbona leo mhasibu hajaenda kanda CEO afu makaratasi kaatupa mezani kaondoka, alafu katoka nje na mwandishi wa habari anawaambia si, ni, si, tunataka hela yetu. Huyo ni uni. Eh, na katika hili kitakachowakuta. Kipi hicho? Kitakachowakuta watapata madhara makubwa na hamna yoyote atakayefanya lolote na hamna kitakachotokea mm. Nawapa mfano mmoja hai, labda wanachama wao kwa sababu ya supu wameinama hivi yeah, na wainua uso wao hivi yeah, wakati mkataba wa Yusuf Kagoma yeah, wakisema wao wamemsajili kihalali mm, na wameonesha mikataba na viuno ya baikoko wakakata yeah, wakasema Yusuf Kagoma mali yao yeah. Simba tulitulia kimya tukamwambia sisi tumefuata sheria na tumemsajili huyu kihalali baada ya pale wakawaaminisha mashabiki wao na hao walokunywa supu wakainamishwa kama kondoo hivi, na wainua sura zao, wakaambiwa hivi, Kagoma akicheza mechi yoyote, Simba tutapokwa pwenti, na huyo huyo afisa habari wao. Kagoma akacheza mechi ngapi? Simba tumepokwa pwenti ngapi? fainali kagoma ya- ya ya ya shirikisho hajacheza. Fainali ya kwanza hajacheza ya kule Moroko, fainali ya pili Misri pale Zanzibar hajacheza, cheza tumepolo point. Kwa hiyo supu ina wazulu, ndio maana wako kama kondoo hivi, wainue mibichwa yao wawe kama mbuzi hivi, waende mbele hata kama wajui wanapoenda, lakini bora waende. Lakini sasa hivi wale wamekuwa kondoo wa kufugwa hivi ya bule imepigiwa albadili na visomo wale, wameinamishwa hivi, hawajui wanachokifanya. Wangemuuliza saabari wao, uliongea maneno haya kwamba sisi. sisi wananchi na wenye nchi hii, kwa mujibu wa, wa msemaji wao Kagoma mali yetu, na Simba wakimchezesha tutawanyang'anya pointi. Mbona mpaka leo Kagoma ligi zimebaki mechi tatu, mechi 27 zimechezwa zi zi na Kagoma anacheza, mbona, mbona pointi hazijanyanganywa? Swali la kwanza la msingi, lakini la pili, wenye mpira kafu Kagoma, nyinyi mmesema mali yenu inakuwaje Kagoma mchezaji wa timu yetu nyuma mwiko, alafu Kagoma yule yule anacheza Simba kwenye mashindano ya kimataifa na kafu hawajasema lolote, wamuulize yule afisa habari wao lakini wamekaa tu kwa sababu ya supu na wameinamisha vichwa chini kama kondoo, basi wanajiendea tu. Kwa hiyo hata hili mimi naomba, naomba Mwenyezi Mungu ya rabbi, Jumapili hawa hawa watu wasije. Ya rabbi, naomba hawa kondoo wazidi kuinamisha hivyo hivyo vichwa vyao mm. wawe wao kama ambao wajielewi, hawajui kama mbele linatokea gari, wameweka vichwa chini tu wakigongwa. Ili alhamdulillah, ya rabbi, nakuomba hawa watu wasije ili nione yale maneno ya viongozi wao na hizo supu za bure walioendesha vichwa chini tuwaone, watafanya nini wale viongozi wao, kwa sababu wana yani, wameshawatia katika ubumbuazi ambao ubumbuazi ule kama vile unavyoona mtu anakwambia hii hapa almasi. Unajua wale matapeli wale, anakuwekea vichupa unajua almasi, unatoa mamilioni ya hela, na ndio wao yani hawana hawana tofauti na wanaotapeliwa. Sasa leo wameinamisha vichwa chini, wanaamini wasipokuja <laughs> wataenda kukata rufaa sehemu na atafanyikiwa baadaye, simba au TFF watapata adhabu. Niwaambie tu wanapoteza maboya. Itakuwa kama Yusuf wa Kagoma akacheza na hatujanyang'anywa pointi, na wamuuliza sahabari wao, kwa nini pointi za Kagoma hatujanyang'anywa au yeye kapewa hela ya nyamaze? Wamesema moja katika matakwa ambayo wanahitaji asipotimia, wao hawatakuwa kucheza mchezo nambali mia moja na themanini na nne ya kwamba iundwe eh, kamati eh, eh, ya masaa 72 nyingine ivunjwe iliyopo. Pili, kingine sio wa bodi ya ligi Albaskasongo ajiuzuru pamoja na wengine ambao wameorodheshwa katika matakwa ya Africans. Yakifanyiwa kazi hayo watakuwa tayari kucheza. Ikiwa mambo yanaonekana ni magumu, hayawezi kutekelezeka kwa haraka haraka, siku zimebaki chache, unaiona dabi ya Kariakoo ikichezwa tarehe 15 ya mwezi wa sita, dabi kwanza ihusiani na hayo. Waje wacheze wa, wa, wa, mpira dabi, dabi haihusiani hmm. Dabi na swala la kujiuzuru mtu. Wao wanatafuta sababu kwa sababu ni wauni wanaogopa hmm. Ujue <coughs> kuna vitu hata wengine nadhani hata mashabiki wao sasa hivi wacha na kuelewa hmm. Dabi ya kwanza ya ligi hmm. Winga Kim Dennis. Penalty nne kayoko kameza hmm. Dabi winga elimpanzo kibisawala hmm. Winga Kim Dennis. Alafu wachezi wana akili yao nyingine. Leo huwezi kuambia taasisi kubwa kama TFF wajiuzuru watu muhimu makundi sehemu nne ili wewe ucheze. Wewe umekuwa nani eh? Leo unaenda kumuondoa Wilfred Kidau. Leo kwanza nichukue nafasi hii kuwapongeza dada zangu ambao walifanya tamasha juzi KMC, wakina Aisha Masaka wale wameibuliwa wame, wame na TFF katika uongozi huu wa Wallace Karia na Wilfred Kidau wakina dada walikuwa wanazalaulika wakina dada mpira wao ulikuwa hauna thamani leo, wakina dada wana thamani, na wamefanya bonanza la kuwasaidia wakina dada wenzao. Uongo, Samata alitengeneza kuwasaidia wanaume na, na, na watu wengine, lakini wakina dada wametengeneza bonanza. Ni niwapongeze Aisha Masaka na yule mwenzie, wametengeneza kitu, lakini yote wametengeneza kwa sababu Aisha anacheza Ulaya na wengine wanacheza Ulaya, sawa. Leo wale wasinge na Ulaya kama TFF chini ya mtendaji mkuu ambaye anaelewa kila kitu cha mpira wa Tanzania Wilfred Kidau, wale wasingeenda kule Ulaya sawa, mpira wa wanawake usinge kuwepo. Timu yetu ya taifa leo inashiriki mashindano mengi makubwa, kwa sababu ya ubunifu na mipango ya katibu mkuu ambaye ndo mtendaji Wilfred Kidau. Leo limetokea jitu lina midevu yake ya ya ovyo, linataka Kidau ajiuzuru, leo linatokea jitu linataka bodi ya ligi ijiuzuru, leo linatokea jitu ile nataka kamati ya masaa 72 juu zuru. Leo linatokea jili nataka bodi ya ligi iwe chombo huru. Leo chombo kiko kwenye shirikisho mnakigaragaza mnavyotaka nyinyi, tikiwa huru si ndo mtakichukua mfukoni kabisa, mfanye mnavyotaka. Hapa kikunji chochote, na tuambie katika hili tunaunga mkono uongozi wa TFF vilabu vyote kasoro klabu chao tu cha nyuma mwiko. Shukrani sana, nashukuru sana.